Ndugu wanahabari, hali ya mkoa wa Ruvuma ni salama. Jeshi la polisi ya mkoa wa Ruvuma unaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi na katika kuhakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao unakuwepo. Nayo chukua nafasi hii kutoa taarifa ya kupatikana kwa mtoto aliyedaiwa kutekwa. Napenda kutolea ufafanuzi juu ya video njongeo ilionekana kusambaa tarehe kumi na mbili mwezi wa tatu 2025, katika mitandao ya kijamii juu ya kutekwa kwa mtoto Shedrack Adam, miaka 11, mwanafunzi wa darasa la sita wa shule ya msingi Nanjoka B iliyoko Tunduru na kupelekwa jijini Dar es Salaam, taarifa ambayo siyo ya kweli. Ukweli wa tukio hili ni kwamba tarehe kumi mwezi wa tatu 2025 kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa mtoto huyo kwamba majira ya saa moja usiku, huko kijiji cha Nanjoka, wilaya ya Tunduru, mtoto Shadrack Adam alitooka nyumbani kwa mama yake mzazi aitwaye Tatu Mbwana baada ya kuiba shilingi elfu tisa kwenye jaketi la mama yake kisha kwenda kwenye stendi kuu ya mabasi uh, Tundulu na kupanda basi la kampuni ya na inaotoka Songea kuelekea Dar salaam na kushikia stendi ya Mbezi Dar Salaam. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu, 2025 mtoto huyo alianza kuzua zurua eneo hilo la stendi ya mabasi Mbezi, na alipofika majira ya saa tatu asubuhi aliokotwa na msamalia mwema ambaye jina lake tumejihifadhi na kumpeleka nyumbani kwake na kuanza kumhoji. Ndipo mtoto huyo alidanganya kuwa ametekwa na watu waliokuwa kwenye gari na kumchukua hadi Dar es Salaam. Baada ya kutoa taarifa hiyo, msamaria mama huyo alirekodi video fupi na kuisambaza mtandaoni kwa ajili ya utambuzi wa ndugu zake, na ndipo mama mzazi wa mtoto huyu alipowasiliana na mtu wa taarifa kwa ajili ya taratibu za kurudisha mtoto Tunduru na kupokelewa Tunduru akiwa salama. Aidha, mama mzazi ameeleza kuwa mtoto huyo uh, hakutekwa bali amekuwa na tabia ya kutoroka nyumbani na hiyo ni awamu ya tatu anatoroka. Mara ya kwanza alitoroka na kwenda Dar es Salaam, mara ya pili alitoroka na kwenda Masasi na mara hii ya tatu tena ametoroka na kwenda Dar es Salaam baada ya kumwibia fedha. Jeshi la polisi Napenda kuwatoa hofu wananchi wa mkoa wa Ruvuma juu ya tukio hili kuwa mtoto huyo hakutekwa, na yeye mwenyewe, baada ya kumhoji, amekiri kuwa alitoroka baada ya kuiba fedha za mama yake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwa kuwasimamia kwa karibu watoto wao wa na kuchukulia hatua mapema hawajakomaa na kwamba hakuna utekaji wowote wa aina yoyote katika mkoa wetu huu wa Ruvuma. Asanteni sana.